Haleluya, haleluya, Mungu wangu nakuabudu, Mungu wangu nakutukuza, yale uyatendayo maku mno, fadhili zako Bwana haulinganishwi na chochote, ndiwe uliye mwanzo tena mwisho. Mungu wangu na kuabudu, Mungu wangu na kutukuza, yale uyatendayo makuu mno fadhili zako Bwana, haulinganishwi na chochote, ndiwe uliye mwanzo tena mwisho. Unastahili Yesu kuabudiwa unastahili Yesu kupewa sifa, unastahili Yesu kuabudiwa ah. unastahili ah unastahili unastahili unastahili Yesu kuabudiwa unastahili Yesu kupewa sifa unastahili Baba kuinuliwa Ah. Hunastahili. Ah, hunastahili. Mungu, lia hai, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka. Mungu asante kwa ajili ya wakati na majira yaliyotulia sana, Yesu Kristo, majira ya Saa ya Ushindi Mungu tunaliazimisha na kulitukuza jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba toba na rehema kwa ajili yangu, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya wasikilizaji wetu na watu ambao Mungu wanatufuatilia online kupitia channel yetu. E eh, Mungu baba tunaomba toba na rehema kwa kila moja moja, maana Biblia imesema habari ya kwamba katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi na masamaha ya dhambi wakati una majira kama haya e, Mungu waweza, Mungu naye tawala, Mungu nikiwa nina uweza wa jina la Yesu Kristo. E, Mungu baba ninajiloweka katika dimbwi la damu ya Yesu Kristo Mungu, nikatakasike na kusamehewa. E, Mungu lya haya inajua maandiko yanasema habari ya kwamba mwivi haji ila kuchinja, kuiba na kuharibu Mungu kwa jina la Yesu na kwa majira haya e, Mungu ninaukamata ulimwengu wa roho wa kila namna ambao, e Mungu umejipanga kwa ajili ya kuzuia sauti ya mtu aliyenyikani, kwa ajili ya kuleta uharibifu e, Mungu wa hai ninamwamuru shetani na naamuru nina ma majoka wote ambao Mungu amejipanga kuharibu ibada yetu, wamejipanga kuziba masikio ya wasikilizaji wetu ambao watabarikiwa kutoka Amerika, kutoka Ulaya, nchi zote na mahali pote duniani ambako chaneli yetu inafika. Mungu, ninaongea kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninasimamisha kalenda za majini, nasimamisha ratiba zote za kipepo na nguvu zote za wachawi kwa jina la Yesu. Mungu, nina uwepo wako na jina lako Mungu likatawale mahali hapa. Yesu, karibu tunapoanza kipindi tuanze pamoja na wewe. Neema yako na upendo wako, e Mungu, kae eh, pamoja nasi na kila mmoja all demonic in In in Jesus Jesus Jesus name name I I pray to break down every satanic power around here. In Jesus name, I am sure Jesus, you are here, and you are very loyal my Jesus. Mungu karibu mahali hapa, Yesu Kristo, na ulimwengu wote ukajue Yesu, Yesu ni Bwana, Bwana, na na Tanzania yote ukajue Yesu ni Bwana, na Shinyanga yote ukajue Yesu ni Bwana, na kila mtu akajue ya kwamba Yesu Kristo unaishi na una uwezo kuliko chochote na una mamlaka kuliko yeyote ile katika jina la Yesu. Eh, Mungu ninaita malaika wote wakatare hapa, wakafurike na uweza wa jina la Yesu, katufunika mahali hapa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ambao uko pamoja nasi online kwenye channel yetu kutoka kanisa kuu KKKT Shinyanga Ebenezer. Mungu akubariki sana kwa muda huu. Saa yetu ya Ushindi itaenda kuzungumza pamoja na wewe mambo kadha wa kadha ambayo Bwana ataenda kusema pamoja na wewe. Niombe sana usikivu wako, na punde utakaposikia hii habari, ni imani yangu ya kwamba Yesu Kristo wa msalabani aliyekufa akafufuka, ataenda kubadilisha maisha yako na utaishi haya maisha kulingana na ratiba ya kimbingu kama ambavyo Mungu alikuwa amezamilia juu yako. Na Bwana akubariki sana. Majina yangu naitwa Rubinza mwana wa John, mtumishi wa Mungu, tutakuwa na somo letu ambalo linasema ya kwamba ukweli juu ya maisha ya mwanadamu. Ukweli juu ya maisha ya mwanadamu. Na Bwana akubariki sana. Ukweli juu ya maisha ya mwanadamu. Katika hii dunia kumekuweko nadharia nyingi sana na taratibu, moja mbili tatu na zaidi, ambazo zinajaribu kuielezea dunia habari ya ukweli wa maisha ya wanadamu. Lakini ukweli wanaojaribu kuelezea ni ukweli unaotoka kwenye akili za watu na umepimwa kwenye falsafa za kibinadamu, humanistic philosophy, falsafa za kibinadamu lakini ukweli ambao ni tena kuzungumza kama maono ambayo Yesu Kristo ameachilia ndani mwangu, utajua ukweli juu ya maisha ya mwanadamu na haitakusumbua tena katika hii dunia ambayo ni dunia ya mpito transitional world, ambayo tutakuwa tunaishi hapa kwa muda. Somo letu linasema ukweli juu ya maisha ya mwanadamu. Kwa nini kuna ukweli kuhusiana na maisha ya mwanadamu, na huo ukweli ni upi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo nimekwisha kutambulisha somo letu nalosema, ukweli juu ya maisha ya mwanadamu, tutaongozwa na kichwa kitokacho kwenye Bibilia, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na sita Wakolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na sita Bibilia inasema ya kwamba kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au, au sultani au enzi au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, kwa ajili yake. Narudia tena, kwa ajili ya umakini zaidi, naomba uende na mimi hatua kwa hatua, kwa muda huu mfupi. Biblia inasema kwamba kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa

anaweza wakujua jema na baya. Wanyama hawawezi wakajua jema na mabaya, na ndio maana anaweza ukawakuta wanyama wanaweza wakafanya mapenzi wakiwa publicly, lakini ni maajabu ukimkuta mwanadamu ambaye yeye anajua what is right and what is wrong, kipi ni sahihi na kipi sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mwenye sifa hizi ana qualification ya kuitwa mwanadamu. Ukisikia ukiona mwanadamu kiume mwenye umbo ambaye anaweza kulisoni anaweza akajua jema na mabaya, manake huyu ni mwanadamu, he is a human being. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, Agano la Kale, kama ambavyo kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Musa, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita Biblia inasema kitu cha maajabu sana. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba, mwanamume na mwanamke alimuumba. Na ndiyo maana katika definition yangu au katika maana yangu ya kwamba mwanadamu ni nani, nikakwambia ni kiumbe mwenye mfano wa Mungu maana yake ni kwamba kuna sifa au kuna karakta za kiungu mwanadamu anazo, ana karakta za kiungu. Maana yake ni kwamba ikiwa Mungu ana sifa fulani maanake hata mfano wake ambaye ni binadamu anavyo. Kwa mfano Mungu ana karakta ya kuwa moto, na ndio maana ukisoma maandiko yanasema maana tunajua Mungu wetu ni moto ulao. Ikiwa Mungu wetu ni moto ulao na sisi viumba ambao tuna karakta ya kimungu, lazima na sisi tunakuwa moto. Lakini pia maandiko yanatuambia habari ya kwamba Mungu wetu macho yake yana moto, lakini kinywa chake ni kinywa ambacho kina upanga mkali. Ni vile vile na wanadamu wana vitu vile vile, wanadamu kwenye vinywa vyao hasa hasa ambao wamemwamini Yesu katika agano jipya, wanabeba moto katika vinywa vyao, wanabeba moto katika macho yao. Hata wanapotembea katika hatari za usiku, hata wanapotembea katika mauti aliyonariwa, hawawezi akawakuta kwa sababu wana ile sifa ya kiungu. Amina, na Mungu akubariki sana. Ni mfano wa Mungu kwamba nikakwambia mwanadamu ni kiumbe mwenye mfano wa Mungu, maana kila alicho nacho Mungu na na wao wako nacho kile kile, hata hata kama kitakuwa kwa kwa maana maana kuendana, lakini somehow wanaendana, na ndio maana Mungu wetu alipokuwa anaumba dunia alikuwa anaumba kwa kutamka. Hata sisi watu ambao ni mfano wa Mungu tunaweza tukaform vitu even without material material, hata bila ya kuunganisha material A na B, tunaweta tukaumba Tanzania pa tunaweza tukaumba nchi mpya, tunaweza tukaumba Tuna tuka majira mapya, tunaweza tukafanya jambo jama lolote lile, madam ni kwa jina la Yesu Kristo. Mpenzi msikilizaji, mwanadamu ni kiume cha maajabu sana, mwanadamu ni kiume cha kutisha sana. Kwa mujibu wa Biblia, mwanadamu ana uwezo mkubwa sana, mwanadamu ana mamlaka makubwa sana, anaweza like akasimama maana yake ni kwamba ukamilifu wa maisha ya mwanadamu ni ndani ya Bwana Yesu Kristo. Ukamilifu wa maisha ya mwanadamu ni ndani ya Bwana Yesu Kristo. Hakuna ukamilifu mwingine ambao mwanadamu anaweza akawa nao katika haya maisha nje ya Yesu Kristo, na ndio maana nimeanza mwanzoni kwa kukuambia kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na sita kwamba vitu vyote viliumba kutokea Yesu. Kwa maana nyepesi, Yesu aliumba kila kitu, na ikiwa aliumba kila kitu akiwemo na mwanadamu, mwanadamu hawezi akaishi maisha ya raha, hawezi akaishi maisha ya amani, hawezi akaishi maisha ya kulewa, hawezi akaishi maisha ya uzinzi, hawezi akaishi maisha mabaya, au ya kila namna, akijua ya kwamba yuko satifa kwa sababu na masters hawezi akarizisha na maisha sababu ana PhD hawezi akarizisha na maisha kwa sababu amekuwa laishi, kwa sababu la hajauma na ulaishi, hajauma na mastars, hajaumba na degree, hajaumo na mapesa. Ukamilifu wa mwanadamu uko kwa nikitendo toke sawao kuwa matajiri kwa roho, kuwa watu wakamilifu. Lakini ndio pia Mungu, hatuwezi tukawa kamilisha mtana wale wa e Mungu ni hai. Ninaomba kwa mtu ambaye amesikia hii sauti na moyo wake umeinuka, naweza kuwa alipitia kwenye shida, alitembea kwa wana falsafa, kwa wana saikolojia wakijaribu kumpa na ameakishi maisha haya, lakini bado ameshindikana, kama ndoa yake imeelea kwa yake